Akitoa masharti ya dhamana hiyo, mapema asubuhi, hakimu anayesikiliza kesi hiyo Alois Katemana aliwataka washitakiwa ao kuwa na wadhamini wawili wenye barua za utambulisho kutoka kwa waajiri wao na kila mmoja asaini bondi ya shilingi milioni kumi, ambapo hakimu huyo alilazimika kuiahirisha kesi hiyo hadi majira ya saa nane mchana ili kuwapa wadhamini muda wa kukamilisha masharti hayo. Aidha, mahakama hiyo imeshindwa kumpatia dhamana mshtakiwa wa pili wa kesi hiyo Ludovick baada ya kushindwa kutimiza masharti hayo ya dhamana na hivyo kuendelea kuwa maabusu hadi pale vigezo vya dhamana hiyo vitakapokamilika, ambapo akitoa maelezo ya utoaji wa dhamana hiyo, hakimu Katemana amesema mashtaka wanaokabiliwa nao washtakiwa hao, baada ya yale yaliyokuwa yakihusiana na ugaidi kufutwa na mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam Mei nane mwaka huu, hayana pingamizi lolote la kuwazuia kupata dhamana hiyo. Mara baada ya kutoka nje ya chumba cha mahakama Lwakatare ya maidi kutoa ya moyoni siku chache zijazo kuhusiana na tuhuma zinazomkabili huku baadhi ya mashabiki na makada wa chama hicho waliofika mahakamani hapo wakielezea furaha yao baada ya dhamana hiyo. Kwanza kabisa mimi nipende sana kumshukuru sana Mwenyezi Mungu sana, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha mambo yote haya kwa sababu naamini kila jambo ambalo limetokea na ambalo limeendelea kutokea na uenda litakaloendelea kutokea lina mkono wa Mwenyezi Mungu ndani yake, na anajua makusudi yake, na kama tunavyoamini sisi ndani ya Chadema, tunasemaga siku zote kwamba tunaanzaga na Mungu tunamaliza na Mungu ndio kauli mbiu yetu katika imani yetu. Kwa hii ni kielelezo na tunaiambia dunia kwamba muda wa kuendelea kuendelea kuwasaidia CCM kuendelea kuwapa madarakani hatutaki nao, ni muda wa kutuachia Watanzania kufanya maamuzi juu ya nchi yetu. Naye wakili wa Lwakatare, Peter Kibatala hakusita kuzungumzia mchakato wa katiba mpya ambapo amewataka Watanzania, wanaharakati na wanasiasa wanapoendesha mijadala juu ya rasimu ya katiba mpya wajikite zaidi kwenye swala la uhuru wa mahakama, ili chombo hicho kiweze kufanya kazi zake kwa uhuru bila kuingiliwa kati. Mchakato huu unaendelea, e, basi watu wasisahau kuhakikisha kwamba mijadala hiyo ina, ina, ina, pia inajikita kwenye kuhakikisha kwamba uhuru wa mahakama unapiganiwa na kulindwa kwa nguvu, za, kwa nguvu zote, kwa sababu uhuru wa mahakama na kuwa mahakama huru, ndio matokeo yake, ndo kama haya leo unaona bwana Wilfred Mganizi Lwakatare e, anakwenda nyumbani kama mtu huru. Lwakatare na mwenzake Ludovick wanakabiliwa na shtaka la kupanga njama ya kumdhuru kwa kumnyesha sumu mhariri wa gazeti la Mwananchi Dennis Msaki baada ya mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam Mei nane mwaka huu kuwafutia mashtaka mengine yakiwemo ya ugaidi kwa kuwa hayakuwa na sababu za msingi, na kesi hiyo itatajwa tena Juni 24 mwaka huu. <tune> Toka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, mimi ni ufosaro wa ITV.